Lakini naomba nitumie pia fursa hii eh, kuwapongeza wenzangu wa Manispaa ya Ubungo eh, kuanzia uongozi sema na wilaya kwenye mkuu eh, eh, eh, eh, wa wilaya, mkurugenzi na watendaji, mganga mkuu wa wilaya, maafisa ustawi wa jamii, na nashukuru nanashukuru, nampongeza hapo kwa kazi kubwa anayofanya eh, na wenzake eh, za daktari hapa akizungumza mambo makubwa ambayo wanafanya mm. Kwa hiyo kwa kweli wanafanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba kituo kinaenda vizuri. Mm. Wanafanya kazi kubwa wakijua kwamba eh, ni jukumu la serikali pia kuwahudumia eh, wazee wetu mm. Na wanajua wanafanya hiyo wakijua kabisa kwamba eh, serikali yetu, wao wakiwa ni sehemu ya serikali, inathamini sana wazee wake. Hmm. Serikali inathamini, inawapenda wazee wazee. Si mnalijua hilo? Tunalijua, kwamba serikali yenu inawapenda inawathamini inawajali sana. Kwa hiyo mkiona kama hici tulikuwa tunaambia na mama zetu hapa kwamba wenzetu hawa wa wa manispaa, hata ikitokea usiku ukiwaambia, hey, kuna moja, mbili tatu, eh, wanawajibika na wenyewe wamezungumza hapa, ni katika kutekeleza hilo la kuthamini na kuwajali wazee. Sasa baada ya uchaguzi tu eh, moja ya mambo ambayo ambayo mheshimiwa Rais alisema yatatekelezwa kwa haraka ni swala bima ya afya, itatatua kwa kiwango kikubwa changamoto ya masuala ya gharama za matibabu, na sisi kazi yetu kama wizara ni kuhakikisha kwamba basi wazee wanapata bima za afya. Kwa hiyo tutahakikisha mnapata bima za afya. Sasa hivi sera yetu tuna sera ya next? msamaha wa matibabu, oh, exemption eh ya gharama za matibabu kwa wazee ndio ala wanazungumza. <laughs> <laughs> DMO hapo, exemption mpaka huko ya taifa. Ukishakuwa na bima ile haisumbui, ah, ah, popote tu unaenda, unapata matibabu. Kwa hiyo hilo titalifanyia kazi vizuri, lakini pia na mengine yote ambayo amezungumza, tunashukuru. Namshukuru sana katibu kwa kukusikiliza, na tunamshukuru kwa ahadi alizotoa ambazo atazifanyia kazi, ambazo zitatusaidia sana katika ma kuendesha kituo. Katika hayo tulimwomba katibu kama wanaweza kutusaidia katika uendeshaji wa kituo yani, kuongeza watu ambao wa watasaidia wata hapa, tungependa kuwa na kuenge, kituo, watu wengi kwa sababu kituo kinaweza kuchukua watu thelathini na sita lakini kwa sababu ya uhaba wa wasaidizi wa kuwahudumia, na changamoto changa yetu kubwa ni fedha za kuwajiri watu, ndio maana tukamwomba katibu atusaidie. Miza na wizara yake watusaidie katika changamoto hii na ametuahidi tatu watalifanyia. Siku hii ya leo ni siku njema sana kwetu, hii ya kutembelewa na ugeni mzito wa serikali kama hivi, na mara nyingi sana tunaposikia sehemu fulani alitembelea mkuu wa wilaya na sisi itakuwa lini? Sasa leo Mwenyezi Mungu ameanza kutufungulia tunamshukuru sana Mungu na tunawashukuruni nyinyi wote mliokuja kututembelea hapa. Nadhani changamoto mmezisikia, na nashukuru mmezijibu vizuri changamoto zetu hizi. Sisi hapa kazi yetu ni kumwomba Mwenyezi Mungu ili muweze kufanikisha changamoto hizi, ili na sisi tuwe katika hali ya ubora. Nyinyi ndio mko mgongoni mnatufuatilia, eh? Tunashukuru sana kwa kuja kwenu nyinyi. Mungu awabariki mkae salama, awape afya njema, awape afya njema mahali palipopungua, mwenyezi Mungu awaongezee mahali palipopungua, mwenyezi Mungu alete faraja, muwe na afya nzuri. Ni hilo si nililokuwa nashukuru mingu.